tekeleza miradi katika Ziwa Victoria, tunatekeleza miradi katika Ziwa Tanganyika, tunatengeneza miradi katika Ziwa Nyasa. Huko kote tunatoa suluhisho la usafiri na usafirishaji katika maziwa yetu. Uh, hii miradi hapa ya hivi vivuko vitano bilioni 28 inatekelezwa chini ya Temesa. Sasa kuna miradi mingine ambayo inatekelezwa chini ya inaitwaje? Tashiku. Tashiku. Tashiku. Tashiku. Tashiku. Kuna miradi ambayo inatekelezwa chini ya Tashiko. Hapo pia ni ya ujenzi wa vivuko na meli kwenye maeneo mengine, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na pia katika bahari yetu ya Hindi. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa, na miradi hii yote imeanza kutekelezwa mwezi Mei mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Kwa hivyo serikali ya awamu ya sita imefanya kazi kubwa baada ya kusikia kilio cha muda mrefu cha wananchi wanaoishi katika maeneo yetu ya maziwa kupata shida ya usafiri. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hamna kitu kinamsikitisha kama akiona watu wake wanasafiri kwa mitumbwi, akipokea taarifa watu wamekufa ziwani kwa sababu wanakosa usafiri, zile picha zinamuumiza sana, na nataka niwaambieni kuna picha moja hivi ya wanafunzi wanakwenda shuleni, wanasindikizana kwa mtumbwi, imemgusa sana Mheshimiwa Rais, na akaamua sasa ni lazima vivuko vipya vitengenezwe, lakini vya zamani vikarabatiwe. Mkiangalia hapa Songoro Malini pia kuna vivuko vinavyokarabatiwa ambavyo vilikuwa vimesimama kwa muda mrefu na havitoi huduma, vinakarabatiwa virejee, kwa sababu tunataka eh, kutoa suluhisho la usafiri katika maeneo ya maziwa yetu. Kuna uchumi mkubwa sana katika maeneo haya, na kuna watu wengi wanaishi visiwani, wanahitaji usafiri. Tunajenga kuanzia vyombo vya usafiri wa abiria, vyombo vya usafiri wa mizigo lakini pia tunajenga eh, vyombo kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya kusafirisha wagonjwa, kwa ajili ya doria. Unajua haya ni maeneo ya mipakani, kwa ajili ya kulinda mipaka ya nchi yetu. kwa kazi kubwa inafanyika kwenye maeneo haya na inakwenda vizuri. Karibuni sana Songoro Marine, ambapo serikali ya awamu ya sita ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inatekeleza ujenzi wa miradi mipya ya vivuko kwa ajili ya maeneo mbalimbali. Kama tulivyoongea sote, tumejionea tumetembelea miradi mitano ya vivuko vipya tukianzia na ule wa Buyagu Mbarika, tukaangalia Ijinga Kangala, tukaangalia kivuko ambacho kitakwenda kuongeza kivuko cha pili pale Kome, na tumeangalia kivuko cha pili kinachoenda kuongeza kivuko pale Kisoria Lugezi, na tumeangalia kivuko kingine ambacho kinakwenda Buyo Bukondo, cha mwisho kabisa kule. Kwa hiyo nawakaribisha na ni utekelezaji kama nilivyosema awamu ya sita tunaendelea kupiga mwingi. Na gharama ya ujenzi wa vivuko hivi vyote kwa ujumla ni bilioni 18 za Kitanzania, bilioni 18.6 pamoja na US dola milioni 3.7, ambazo ukizijumlisha kwa pamoja kwenye ujumla tunakuwa tunajenga hivi vivuko karibu kwa bilioni 28. Kwa hiyo bilioni 28 imewekwa hapa na ni matarajio yetu miradi hii yote kulingana na vipaumbele vyake itakamilika ifikapo mwezi wa tisa mwaka huu, na itakwenda kwenye maeneo ambayo tumesema yatakwenda kutoa huduma. Na katika yale maeneo tayari pia serikali ya awamu ya sita tunatekeleza kupitia wizara ya ujenzi na TEMESA ujenzi wa miundombinu yake. Hivi vivuko vinapokwenda, kuna miundombinu ambayo inatumika kwa ajili ya kuviendesha, maeneo ya kupaki kwa maeneo yote ambayo tumeyataja, kuna wakandarasi wako saiti wanaendelea na ujenzi wa hiyo miundombinu. Kwa hiyo vitakaposhuka, inakwenda moja kwa moja kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Kwao karibuni sana. Kwa kweli, tunataka kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya sita, na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa kuendelea kuhakikisha Kampuni za Watanzania zinapewa dhamana kwenye kufanya kazi ya miradi mikubwa kama hii mfano. Kwa kweli hili ni jambo la kujivunia sana, na sisi tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba hivi vivuko vinakamilika kabla mwaka huu wa Septemba haijaisha ili viweze kwenda kwenye sehemu husika na kutoa huduma.